Wakulima mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao walikuwa wametoroka mapigano kwa sasa wanakabiliwa na changamoto kadhaa hasa wakati huu wanapoanza kurejea katika mashamba yanayodhibitiwa na waasi. Ndagijima Nantabuba mwenye umri wa miaka 48 ni mkulima wa mboga katika mji wa Kibumba, mji unaopatikana karibu kilomita 25 kaskazini mwa Goma, eneo ambalo limeathiriwa na mapigano mazito kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa serikali FRDC. Sisi wakati tulikimbia, tulikimbia kwa mji wa Kanyaruchinya. Tulikimbia Kanyaruchinya, Kanyaruchinya tulifanya miaka tatu kule. Tulikuwamo hali mbaya, hali ya mateso, hali ya njaa. wakati sasa tulirudia wale ambao tulikutana wamerudia, mbele ya wakati tulikutana, wanakomarisha hizishu b jo nikarangora nami shamba sasa, ndugu wakanikopesha pesa kidogo nikarangora shamba kusudi nami nipate pesa yakunisaidia katika kipindi hicho. Karibia watu milioni moja nukta nane na familia zaidi ya elfu mia tatu na hamsini zimerejea katika makazi yao, ambao walikuwa wametoroka awali, kulingana na shirika hilo la Umoja wa Mataifa. Mji wa Kibumba unafahamika sana kwa udongo wenye rutuba kwa uzalishaji na ukuzaji wa mboga kama kabeji, karot miongoni mwa bidhaa muhimu zinazowalisha wakaazi wa mji wa Goma na maeneo mengine ya karibu. Zawadi Sabato, mkaazi wa Kiwanja, anazungumzia walivyoathirika wakati wa mapigano. Mi wakati nilikuwa ninaona hii soko hai haikukua valeri ya vitu saa vile mboga ya shu ilipanda shufleri, hatukuikuwa naiona ko juu hapa, ndiokwena komalaka zaidi kwa sisi, tukaona kama vile ilitulemelea sana kwa kukula kwa hii mboga ya shu. Lakini kwa sasa, maana vita wakati imekuwa ime, ime saa vile napunguka hapa, tunaanza fika, wakazi wana tunafanya biashara vya shuu, matungu, kila kitu menginepo inakuwa pale tunafika, tunanunua, tunasikia, tunafurahi. Baraka Sebayenzi mkulima na mchuuzi wa bidhaa za kilimo anazungumzia wanavyoendelea kwa sasa. Kanyaruchinya tunaishi yako miaka tatu. Mema zile miaka tatu, tulikuwa napata kamusaada kakudusofeshu watoto tu, tuishi nabo be. Mesha vita inaanza punguka kidogo, njo tukirudia huku kwetu Kibumba. Sababu hai turu tuko nafanya kazi yetu mzuri juu tuko na rima na, na tunaanza kazi yauiwatoto. Watu zaidi ya milioni moja wamelazimika kutoroka makazi yao huko Kivu kaskazini na Kivu kusini baada ya waasi wa M23 kuchukua udhibiti wa maeneo zaidi tangu mwezi Januari, na hii ni kwa mujibu wa shirika la kimataifa la wakimbizi IOM.